Sasa hivi unaona hapo, wengi wetu wa hapa ndio wamekuja kusindikiza. Tuko ndani ya boti sahii, tunaelekea Lamu kwa kukamilisha na kuendeleza katika hila yetu ya dawa. Tuomba Allah subhana wataala awajezi kheri wenyeji wetu wa hapa, ukiongeza na Ustadh Ali na mzee wetu ustadh pia na wote kwa jumla. Tumefurahi sana kwa ikramu yenu, Allah awajezi kheri na insha allah hata

rabishrah li sadri waysri li amri wahlladata milisani yafahu qauli. Tamshkuru Allah subhana wataala, ambaye alituchagua sisi watu wa Kipungani kuweza kupokea mashekhe hawa waliokusudia wakatoka wakatahamal kila mashaka, wakikusudia kuja Kipungani kuungana na sisi katika dawa. Alhamdulillah, kwetu watu wa Kipungani ni furaha kubwa, natajiona wenye bahati pata watu pamoja na mashakili walionayo wakatahamal juu ya udhaifu walionao juu ya mashakili ya umbali. Tukipungani kijiji kiliko ndani kabisa lakini wakaweza kuvumilia wakatufikia, kwa kuona sisi watu wa kipungani tuna haki ya kuwa pamoja na wao. Ni shukurani sana kwao na kwa Allah, subhanahu wa ta'ala, alitupatia bahati kama hii. Tunaloliomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala awajaalie hawa waliotutembelea na wengine tena wawe wakionyanyua hatua mara ili kuweza kuzindishana na kuelimishana na kutanabahishana katika mambo ya dini. Mwenyezi Mungu atupe taufiki, Allah atupe raghaba yote ambayo kwamba tumefahamishwa, tumekumbushwa, tumeelezewa, tuwe wenye kuyatia akilini na kuyazingatia tuweze kufanikisha katika kupeleka gurudumu hili la Uislamu mbele. Mwenyezi Mungu atanabahishe na ajalie wana wetu wana wema na wenye kheri, tusaidiane kwa kila kheri. Wassalamu alaikum wal afa minkum. Shukran lakum. Salamu sana azikhozema binti yangu, ndugu zangu wote. Salamu inshallah.